Mm -hmm. mm -hmm. unapambana hapo sister Ah hapo manoti muhimu hapo hapo hapo hakika Hapo hapo walali na njaa hapo Wesubiri uh, uh, pale nkasema yes. Okay. Hmm, huyu hmm. Naweza nikapisha naye. Ngoja kwanza niwapelekee funguo hawa, wakute wanaendelea kwanza na kazi huh, Si, ha, ah ndo unapanda sa hivi? Ndio nateremka mimi, e, kule hivi e, so, hivi unaenda gapi kabisa? Hadi kule Rumombo unafika. Kumbe toka Mgambo. ah, ah, kile kipindi anapita pita na rungu uh, nini niniasee uh. ah, unajua ukitembea kidogo unakutana wateja wengi e, tofauti na wale wa kuwasubiria pale chapu. Na kwa mzigo unapushi hadi unaisha, e, unaisha. Ha, mbapo ni nguvu zako yani, za, za, ku, za kuongeza. Sasa niambie mm, mara moja moja nakuja na deli nyingine na mi kwa nyuma huku e. <laughs> Ah, ise ah hapo ah, mwingine ni kazini kwanza. Nikajua nichangia kumbe hmm. Ah, le, dame, ah leo kidogo nataka nikalipe bili ya maji pale. Ah. Eh, si unajua tena penyewe kuna kabili fulani wanakalipa. Sasa nichangia hata mwogo tu. Eh? Sasa kesho nisipopata jero hapo. Sasa kesho utaanza ah wewe tena umeanza umeanza kunisumbua sumbua tena. Unaona sasa? Kweli eh? Ah sema mimi ni karanga. Kama unazo karanga. Karanga